E bwana, unapozungumzia wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye soko la muziki hapa nchini Tanzania na nje ya Tanzania huwezi kuacha kumtaja bosi wa Kani Music, hapa anamzungumzia Mbosso Kani ikiwa ni baada ya kufanya vizuri na IP yake ya room number 3, mwanamuziki huyu basi ameachia wimbo mpya, wimbo wa darasa la saba, wimbo ambao unaelezea wapenzi walipotizana wakati wakiwa shule ya msingi, lakini Mbosso anaonekana kutoka kutoka tamaa juu ya kumtafuta mpenzi wake wa huyo na darasa la saba ni wimbo ambao umeleta hisia nzito na kuweza kuvuta hisia za mashabiki na kuweza kumpa heshima Mbosso Khan na kusema kwamba huenda unapozungumzia waandishi bora wa muziki nchini Tanzania huwezi kuacha kumtaja Mbosso Khan. Na Mbosso Khan ameachia video yake hiyo mpya na hivi ambavyo nazungumza naye mpaka na kufikia hivi sasa tayari iko number one trending kwenye chati kule YouTube, lakini pia platform zote za muziki na tayari ina watazamaji laki tano Uh, kwenye YouTube channel yake. Na ni wimbo ambao unahusu simulizi ya mapenzi yaliyojaa hisia kali, upendo wa utotoni, uliokuwa na matumaini makubwa lakini maisha nayo yaligeuka kuwa changamoto. Katika wimbo huo wa darasa la saba, Mboso anaelezea hisia za mtu aliyekuwa na ndoto za kwenda shule hata kufikisha darasa la saba. Na wakati huo huo, kujifunza jinsi ya kupambana na upendo. Mboso anasimulia mapenzi aliyomfanya mtu la siku na changamoto za kifedha. Na ikiwa jina darasa saba lachukuliwa kwa maana ya kawaida, linaweza kulingana na mafundisho ya maisha ya mwanzo, kujifunza na kukua. Asili yake ni muhanga wa kifalsafa juu ya safari ya kufahamu mapenzi na ndoto. Mbosso ametumia style ya kipekee ya Bongo Flava na Afropop ina ambako kuchanganya alama za utotoni na mapenzi kwa mtiririko wa umbo la kisasa kabisa. Utoaji wa sauti melody na arrangement ni endelevu na inaonyesha ukuaji wa Mbosso kama msanii aliyejifunza kuunda nyimbo zenye mzani wa hisia na uhalisia wa maisha. Kwa mtazamo wa kawaida, darasa la saba tu umbile la shule ambalo, bali kitengo cha uzoefu wa maisha na nafasi ya kujifunza mambo ya mapenzi, kushindwa na kukua kiroho na kihisia. Hii inafanana na jinsi ambavyo Mbosso anavyojulikana kwa kuandika nyimbo zinazohusiana na mapenzi, tamaa na kumbukumbu. Hivyo, darasa la saba ni wimbo ambao umeweza kuteka hisia za wasikilizaji, za watazamaji na vile ambavyo video yake imeweza kufanyika. Kitu kingine ambacho kimeweza kuwashangaza watu, jinsi ambavyo Mbosso ametumia ubunifu kwenye video yake ikiwa ni kumbukumbu kipindi bado yuko shuleni, mtu ambaye amemtumia yule kijana kaonekana kabisa kufanana na Mbosso kani. Yaani ni kama vile sura yake ya utotoni inakuja. Kwa hivyo imekuwa ni ubunifu wa hali ya sana kile ambacho amekifanya Mbosso kwenye ngoma hii ya darasa la saba, na ndio maana mpaka hivi sasa ina watazamaji wengi na imekuwa trending namba moja. Na hii ni kwa sababu ya uandishi mzuri, mashairi mazuri ya Mbosso, uzingatiaji mzuri wa melody, lakini pia kusimama kufanya kazi zake na kuamini kwamba anaweza bila hata mtu yoyote. Natamani hiwe fundisho, lakini pia iweze kuigwa na wasanii wengine ambao pia waliweza kuwa kwenye lebo na wakaamua kusimama mwenyewe. Mbosso ni moja kati ya wasanii ambao wametoka kwenye lebo ya WCB, lakini pia baada ya kuwa peke yake amezidi kufanya vizuri za tofauti, na vile ambavyo wengi hufikiria kwamba msanii akiwa kwenye lebo fulani, basi akitoka anaweza kuyumba kimuziki. Unapozungumzia wasanii ambao wanafanya vizuri baada ya kutoka kwenye lebo, ukimtaja Rayvanny, ukimtaja Harmonize lakini pia huwezi kuacha kumtaja Mbosso Kane ambaye hivi sasa anasimama na muziki wake mwenyewe Kane Music, na kuweza kufanya kazi zake nyingine nzuri. Room Number 3 imeendelea uh, na kufanya, kufanya vizuri hususan katika ngoma ya Pawa, ndivyo ambavyo Darasa la Saba inaendelea pia kufanya vizuri kama ngoma ambayo inasikilizwa kwa ukubwa na kwa kasi zaidi inapofika So lazima la trending, basi wezi kuacha kutaja trending namba 1 ambayo Mbosso ameweza kushikilia mpaka hivi sasa na ngoma yake ya darasa la saba. Hii ni ujumbe mzuri sana kwa wale wasanii wengine ambao huenda wanamwangalia Mbosso kama role model wao. Inaweza kuwa pia ni muigano mzuri wa kuweza kusimama kwenye muziki kama vile ambavyo anafanya Mbosso Khan. Mimi nitoe maua mengi sana kwa Mbosso kwa muziki wake mzuri, lakini pia kuna sehemu nilipita mtandaoni bwana, nikakutana na mtu kaandika kiklipo, anasema sanamu la Mbosso lijengwe wapi, kwa sababu Mbosso amekuwa ni msanii ambaye kila mpaka kufikia hivi sasa ni msanii ambaye anafanya vizuri sana. Hisia kali, matamshi mazuri, uundaji mzuri wa melody na mashairi mazuri ya ngoma ya saba. Kwako kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Subscribe, bonyeza alama ya kengele YouTube.